Niliwaeleza siku ile nilipokutana na serikali ya kijiji pale pamoja na wajumbe wa kamati ya ujenzi, nikawaambia hivi, chukueni mfano wa kijiji cha Muoro, akiko mbali, ni kijiji cha tatu kutoka hapa. Kijiji cha Muoro kilianza ujenzi wa zahanati, wakatengewa fedha kwa kuombewa na ndugu yangu mheshimiwa Kamonga, wakapewa fedha shilingi milioni hamsini. Walipopewa ile fedha shilingi milioni hamsini, ulipoanza ule ujenzi wa zahanati kwa ajili ya kumalizia lile boma Wanamuoro walijitolea kwa kiwango kikubwa sana. Matokeo yake ni kwamba wakamaliza zahanati, chenji ikabaki, wakaanza kujenga nyumba ya mganga, nayo pia nyumba ya mganga imeshakwisha, bado tu mganga kuhamia pale, ni vitu vichache ndivyo vilivyobaki. Lakini kwa sababu gani mradi huu ulitekelezeka mapema namna hiyo, na, na ulitekelezeka kwa ufanisi na mpaka chenji ikabaki? Si kwa sababu kuna mabii yalibaki, a a bali nguvu kazi ya wananchi walioelekeza pale. Nimeitamka wazi ya kwamba kituo hiki cha afya ni cha kata cha Mawengi, lakini kituo hiki kinajengwa kwenye kijiji cha Mawengi. Ninawiwa na kutamani sana kuona wana Mawengi mkijitoa kwa hali na mali, kwa sababu aliye karibu na uwaridi ndiye anayefanyaje? Hanenukia. Wako ndugu zangu kutoka Kiwe, wapo watakotoka Lupande, watakotoka Kitewele watakaotoka sijui Madunda watakuja kwa ajili ya kupata huduma ya afya pale, lakini wanufaika wakubwa ni wananane Mawengi, na kwa heshima imepewa jina la kwetu nini, Mawengi.